ulete 650 ukasema mati atakufanyia na 250 <laughs> <laughs> Ona sasa, mbona sasa huku jaribu akina Brayo na akina Kevo, shida ni venye au kupaliwa yako yote saa hii ingekuwa na twins, aki ya nani. <laughs> Watu wengine wako na baki, aki unalipwa. Sisi wengine hata bura tupewe mbegu. <laughs> Zilikataa kukua mtoto juu mbegu zilikuona zikastuka, nani. <laughs> sasa